Nipo na mkongwe Asukile, bwana, vipi? Ah, mimi sio mkongo mkongwe. Ah, mkongwe. Maa, <laughs> <laughs> mk ah, unajua mkongwe na mkongo sema, ile ukikazia kidogo, ina tofauti. Eh, ina tofauti. Sawa bwana, poleni sana kwa matokeo ya siku hii ya ah, leo. Kwanza nashukuru, nashukuru, asante sana. Mpo katika eneo ambalo si zuri, mna mechi moja tu ya kusafisha makosa ambayo pia inategemea na wapinzani wenu, unadhani Prison haitocheza playoff ah, uh, haitocheza. Msema kweli, ni mpenzi wa Mungu asilimia themanini. Mm, uwezekano wa kucheza playoff upo asilimia ishirini, kupona playoff upo. Mm, lakini ukianza kuangalia ukipiga calculate ya uh, asilimia hizo unaona asilimia kucheza playoff asilimia mm, kubwani kubwa ni kubwa. Kwa hiyo mm, kwa hiyo e, tunaenda kumalizia mechi lakini tunataka tumalizie vizuri. Mm, yeah, tumalizie vizuri tuweze kupata pointi tatu, kwa tunakwenda ugenini, inawezekana tu kwa sababu nimeona wachezaji wangu wamecheza vizuri, lakini ni matokeo tu yamegoma, ya kwa sababu tumekaa muda mrefu bila kucheza mechi e, basi lakini tulivyocheza leo, lakini nafikiri ndo maandalizi ya mchezo wetu unaofuata mbele yetu. Nafikiri kuna kolo fulani yameikuta tayari milini mwao kwa ajili ya mechi inayofuata. Mili ilikuwa imesinyaa, hatujacheza mechi muda mrefu. Angalia zile mechi tulizocheza mfululizo, watu walikuwa kwenye nini, momenta mzuri, lakini bahati mbaya ndo iliyotokea, ndo kama unavyoona. Kwa hiyo tayari tushakipata kitu cha kwenda kufanya kule, tuenda kupata pointi tatu. Nadhani jambo gani kubwa ambalo siku hii ya leo limewagharimu na mkaruhusu magoli mengi kiasi? Mmoja wapo ni ubora wa kikosi cha Yanga, pili ni kukaa muda mrefu bila kucheza mechi, ndio mm, tatizo ambalo limekuta, ndio maana tumefunga goli nyingi. Inauma sana goli nyingi, tano nyumbani ni goli nyingi sana, japo ni matokeo ya mpira, lazima uyakubali kama mwanamichezo mm. kwa hiyo tunajiandaa, tunacheza playoff tukibaki kwenye ligi hizi goli tutalipa. Unaifahamu vizuri Tanzania Prison, umepita nayo kwenye nyakati nyingi sana nzuri na mbaya, unadhani huu umekuwa ni msimu wa namna gani kwenu? ya katika misimu, tumepitia katika misimu mitatu mfululizo, tumepitia katika nyakati ngumu sana lakini tunatoka. Kwa hiyo hiki ni kipindi kigumu ambacho sipo kwenye kucheza, ni kipindi kigumu ambacho nakipata hapa yaani samtim ukinipima hapa nafikiri naweza sukari naweza kafika labda hata ngapi huko. Natamani kuingia uwanjani. Yaani acha kabisa yani. Yaani hilo usiseme yani, natamani kabisa yani, hamu inakuja lakini no way unakuwa hauna namna Asa, kusabu, eh, eh, kwa sababu tayari ishatoka, kwa hiyo so mbaya so case, lakini kiuhalisia inaumiza, lakini tutalipa. Misimu mitatu kosa kosakosa nyingi za kushuka daraja, yaani kama kuna siku mtateremka moja kwa moja. Hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu, sio sisi e, Mwenyezi Mungu akiamua, anaamua hata kesho, hata sasa, tunaweza lakini, ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi tutaendelea kupambana mpaka mwisho timu ibaki. Hizi tano nitalipa, nakwambia, hizi tano nitalipa hapa. Ipo siku hizi tano zitarudi, nasema ipo siku hizi tano, ipo siku zitarudi ni mchezo wa wazi, tutaona. Nasema hivi, nakuombea uzima na mimi nakuombea uzima. Wala usijali. Ajalie kila la heri. Tano zitarudi hizi <laughs> e. Zinaumiza ila tano zitarudi. Pole sana na jioni njema. Nashukuru, nakutakia safari njema hmm. Karibu tena Mbeya. Hali ya hewa salama, tunaishi, haina shida.